Asalamualaikum As warahmatullahi wabarakatu, kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe juu yenu. Unajua, tokea tuanze huu mwaka tumeshuhudia vitu vingi sana katika nchi yetu, tumeona vitu ambavyo haviko sawa na uzuri, watu tulitoa sana ushauri mimi mmoja hapo nilikuwa nikitoa sana ushauri, lakini wale ambao wanaojiita viongozi wao hawakutaka kusikia. Mlianza na swala la uzanzibari na utanganyika. Mimi nilikuwa ni mtu mmoja ambaye nazunguka sana mitandaoni na kukemea sana hili swala kwa sababu halina faida katika taifa. Na kwa nini halina faida? Tukifuata speech za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akikemea sana masuala ya ubaguzi au masuala ya uzanzibari na, na, na uzanzibara. Ndio alikuwa akipenda kutumia hivyo. Kwa bahati nzuri hili swala likapita, na kwa sababu si wengine tulikuwa na uzoefu katika siasa za Zanzibar. Mimi ni mwanafunzi mzuri sana. Maalim Seif Sharif Hamad alikuwa akihubiri sana neno umoja sio chuki, nikawa anawelekeza watu, tuacheni tabia hizi kwa sababu tuliona Unguja na Pemba, baadaye tukaona Unguja kwa Unguja wakawa wanachukiana, ilifika hatua kafu na CCM walikuwa hawaoani nikajaribu sana kuleka sawa hii na nikapingana sana na baadhi ya watu sasa. Sasa mkaleta swala la udini. Hili swala la udini naona sasa hivi lina kithiri sana, lakini uzuri vijana wao wakaamua hawataki kuingia katika hayo maswala ya udini, kwa sababu uzuri hawa vijana ndio wanaishi huko mitaani wanaishi Waislamu, Wakristo, mabuda wa manani na hawajai kubaguana kwa, kwa udini, na wengi wao akiwa huyu hana chumvi ataenda nyumba nyingine ataomba chumvi au sukari au chochote, kwa sababu sisi tumeishi kwa njia ya upendo eh, na kutegemeana, na uzuri wamesoma, watoto wamesoma shule na shule zetu za secularize nyambazi wa Kristo na Waislamu. Mimi hapa binafsi nimesoma na Wakristo na mimi ni Muislamu, na sijawahi kuonesha chuki hata siku moja. Sasa, sasa hivi kuna baadhi ya mashekhe, mimi siwezi kuwaita mashekhe, baadhi tu ya ndugu zetu Waislamu wanaingia mkumbo kwa kutoa spichi za ajabu sana ambazo za kuhatarisha amani ya taifa letu. Sawa, wanaposema wanawajibu wa Kristo, sasa lakini mlicho mnachosema mnawajibu wa Kristo, najua hapo mmewalenga teke, lakini hamjai kutuambia sisi hao teke waraka wao unazungumziaje? Lakini sisi vijana tumeusoma wa Kristo kwa Waislamu, tumeona ule warka mbona hauna matatizo? Asilimia kubwa unazungumza ni matakwa ya wananchi. Sasa mnapotaka kuingiza hayo ajenda zenu, kwa sababu hizi ni ajenda za kisiasa, si ajenda za udini. Sasa hivi imekuwa ajenda za kisiasa, ila nade kupachika kwa mgongo wa dini na hili swala mtafeli vibaya sana, kwa sababu vijana wamejitambua. Lakini sana, nitazungumza ntazungumza na, ama shehe, kuna mmoja leo shehe, yani sipendi sana huyu, ni swaiba mzuri sana, sitaki hata kumtaja jina lake, japo nakujua na mi ni mmoja wa mwanafunzi wako, lakini nitakupinga kwa sababu mimi ni mwanafunzi wako. Wewe ni dai dai mkubwa tu ambao ulikuwepo wewe, ni mmoja ya wanafunzi wa, wa Shee Mazingi, ulikuwa unajadili mijadala wa Waislamu na Wakristo. Miaka yote unavyofanya mijadala nao uliziona hizo chuki na zilihatarisha amani ya nchi, na wewe umeanza harakati hizi. We mwenyewe unazungumza wewe na yule aliyesema atachinja chinja. Mmesema toka mko darasa la sita, siyo la saba. Historia yetu tunayo na maana, nyinyi mkiwa darasa la sita la saba na maana wa miaka kumi kum, kumi na something, mpaka inafika hivi leo, hamkuiona hiyo hatari kama ina, ina nini? kama kutakuwa kuna hatari ya, ya, ya kuvunja amani katika nchi yetu, au sasa hivi mmeingizwa katika usiasa ndiyo ambao mnataka kufa ku, Ku, kuwapata haruki wananchi, mna feli sana. Mi nitawakumbusha tu shekishki ndo alonifundisha tafsiri ya aya hii ya sura hii, alisema walasil ina linsana fi osil hmm? ila ladhina amanu, ntakuja kwenye pointi, ila ladina amanu waamilu salihat, ansema wale waliamini na wakatenda haki wakatenda mema watawasau bilhaqi kwanza, kuhusiana nini haki katika speech yako yote ujazungumza ile neno umezungumza amani tu, tena ukatoa mifano mikubwa tu, ukasema huyo Nyerere hakuweza kui, nini e, kuikomboa hiyo nchi eh? Isipokuwa Waislamu ndio walomsaidia Nyerere kupata uhuru anji, wa nchi Wakristo wenzake wamemtenga. Hiyo sio hoja hiyo so hoja wa unachozungumza ni ukombozi kutafuta uhuru wa nchi na sapoti. Kwa nini tulisapoti? Nanyii kwa nini mlimsapoti? sisi tukianza kuyazungumza Nyerere Waislamu tutaenda kuleta taharuki nyingine, kwa sababu hiyo ni mada nyingine. Tusitai kuingiza mambo hayo kwenye usiasa mnaotaka. Kitu kinachozungumzwa hapa ni haki. Je, Hamuoni mbona? Tukuoni mkizungumzia kuhusu watu kutekwa, hatuwaoni. Tunamwona mashehe kama Shehe Ponda, hata huyo swaiba yako mkubwa, hmm? Shehe Shafi, kipenzi changu sana, Allah amhifadhi hmm? alizungumza tena, akasema sa, tusiingie sisi watu wa dini, tusijiingize kwenye masuala haya, tutawagawanya wananchi sisi kazi yetu ni kuhubiri yale yaliokuwa kheri ya haki, tuambie watu haki yenu ni hii, hii siyo haki. Hebu rudi kwa yule Shehe Shafi akusafishe kidogo, ni shehe mzuri sana. Shehe Ponda kazungumza. Sasa nyinyi msitake kuleta taharuki, hichi mnachokifanya mnajiwekea mazingira magumu mitaani mwenu mnapoishi. Msijiingize kwenye hayo mambo ya siasa, japo siasa ndo maisha yetu, lakini msitumiwe na maanisha na wana siasa kwa masilahi yao, mkataka kuingiza udini. Sisi to kama atufahamu, mbona Samia Suluhu Hassan ni mwislamu, lakini Emmanuel Nchimbi ni Mkristo. Kwani hayaoni haya yanayotoka? Katumia hekima kubwa sana kunyamaza kuliko kuzungumza chochote. Mimi ni Muislamu, lakini tamsupport bora alivyonyamaza, kwa sababu anaweza akazungumza kitu kikaleta taharuki zaidi. Ni watu wenye akili timamu ndio watakaweza kuelewa. Tumeona kuna shekhe mmoja alamtaja. Sasa yule Nchimbi yule Mkatoliki, kwa nini uyazungumzie Mkatoliki? kwani hiyo nchi inaongeza na Katoliki, inaongozwa na na na na Mwislamu? Si serikali inasema yenyewe haina dini, wananchi wake ndio wenye dini. Sasa ikiwa wananchi wenye dini, kwani wao hawana mamlaka ya kuzungumzia kuhusu habari ya nchi yao? Hata hao viongozi wa dini hawana mamlaka? Jitafakarini sana, halafu fahamuni. Mimi nitawaachia na aya ya mwisho ya Surati Lfurkani, Allah anasema wayauma yaadhu dhalimin ala yadayhi yakulu yadaitani tahadhu maa rasuli sabila. Sasa angalieni na nyinyi msije mkaingieo. Nyinyi mnawadanganya sana watu ambao hawajasoma, na ndo hawa mnakuja juu. Elimu yenu ni ndogo, mmepata elimu maana mimi mmoja wapo kati ya watu ambao tulipata elimu tunaweza tukasoma msafu mzima lakini tafsiri tusijue. Na hata tukileta tafsiri utakuwa unajua tafsiri ya juu. Na hiyo tafsiri hiyo tafsiri unayoiona Qur'ani ina maelezo yake. Ndio maana kina Shehe Farsi walichambua chini kuitambua aya ilivyo. Sasa, msitaki kutumia aya au hadithi kutaka kuhalalisha haya mambo ya zulma. Sisi Waislamu tunaambiwa, tunapoliona jambo ovu moja, tunaambiwa tulikemee, tuliondoe hmm? Tukemee ha, kukemea ni imani dhaifu, kukemea kuliondoa na kuchukia. Kuchukia ndio imani dhaifu. Sasa wengine tumeshindwa kuchukia, kwa sababu atutaki, kwa imani dhaifu nakemea na wapo wengine ambao watatumia nguvu, ndio watafanyaje? Wataliondoa. Sasa mbona hamfundishi elimu kama hizi watu wakazijua? Kwa sababu hiyo ndo haki katika Uislamu, na uzuri tumeambiwa vipi, wanunazilu min alquran, ma huwa shifa wa rahmatu lilmuminin. Mwenyezimungu kashatushushia kila kitu ndani ya Quran. Na akasema vipi wanunazilu mina Alkurani ma huwa shifa, shifa kwanza dawa dawa ni kwanza, mtu ataka maana umu anapona. Alafu shifa nyingine ni mawaidha, kuwapa watu kuwaponya nyoyo zao. Je, mnafanya hivyo? Mnazidisha madhara. Alafu akasema vipi, Mwenyezi Mungu warahmatu lil muminin, na itakuwa ni rehma kwa nani? kwa umini. Baada kuwaponya alafu mwisho akasemaje? hicho mnachokifanya nyinyi ndo wala yadhidu dhalimina illa hasara. Sasa hicho mnachokifanya tafakarini na hii aya ya mwisho illa hasara, atakayefanya udhalimu hakuna malipo yake zaidi ya nini? Hasara. Sisi tumesoma sawa, hatujafika kwa kuwa kama nyinyi, lakini sio wapumbavu, na vijana wa sasa hivi tumesoma, tunajitambua hatuadaiki kwa haya mambo mnayoyafanya. Mwisho wa siku, mnatufanya sisi tuonekana kama Waislamu hatuna maana, kwa kauli zenu mnazozizungumza kwenye mitandao. Fikirini mara mbili, hichi ambacho mnachokifanya. Wabillahi taufik, wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe juu yenu.